Kwengineko, wazee wametakiwa kwenda kliniki na kujua hali yao ya afya pamoja na kupata ushauri nasaha kuhusu kujiepusha na msongo wa mawazo, hali ambayo huwakumba wazee wengi na kuchangia wao kufariki. Haya yalijiri kwenye kambi ya matibabu ya bure iliyoandaliwa eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega. <coughs> Utaanza Itanga Itanga hula kusikia ni kama mwili unaanza kuchoka presha wazee wetu inafaa uangaliwe ambapo tunaelewa kwamba wazee wengi wanaogopa kuenda hospitalini kuangaliwa mambo ya afya sindio ni jukumu lako usiogope uende pale hospitalini uangaliwe mambo ya afya nikirudia pale kwa diet jinsi tunavyoandaa vyakula pale jikoni, jinsi tunavyokula vyakula na ni chakula gani ambacho tunakula inaweza affect jinsi utawaza, inaweza affect jinsi tumbo yako iko na afya yako mzima, mwili wako mzima. Wazee ndio huwa wanatembea wanaenda hospitali na wanaangaliwa. Naona watu wengi wanaogopa, wanasema itakuwa namna gani, lakini vile tumeambiwa na bwana Ngashira eh, kwamba tu, lazima tu, tu, tufate hiyo pate kila mmoja kila mmoja aende hospitali na angaliwe nam. Tupate mapumziko mafupi, mtazamaji, kabla ya kurejea na taarifa zaidi.